Kijiji cha mlimani kilikuwa kimya cha amani na kilichozungukwa na misitu ya kijani kibichi, lakini chini ya utulivu huo kulikuwa na siri ndogo iliyokuwa inasambaa taratibu kama moshi wa udi usiku, siri ya aibu iliyojificha kwenye kamba ya nguo b Salma alikuwa mama maarufu kijijini, mrembo wa makamo mwenye mwendo wa kujiamini na uso wa kutabasamu kila saa. Alipenda usafi kuliko kitu chochote. Kila asubuhi, kabla hata jogoo hajawika vizuri alisikika akipiga pasi kuosha nguo na kuanika kwa mpangilio wa rangi. Hakuchagua nguo za ndani, brazia, chupi zote zilitundikwa kwa fahari, kana kwamba ni mapambo ya sherehe. Watu walimnyoshea vidole kisirisiri, wengine walimcheka, lakini Bi Salma hakujali. Alijua alichokifanya, na kwa macho yake hiyo ilikuwa uhuru wa mwanamke mjasiri. Lakini upepo wa aibu ulikuwa ukivuma kwa mbali. Siku moja mgeni alifika kijijini, Bibisha, mwanamke wa ajabu mwenye macho makali kama ya mwewe na sauti ya utulivu yenye mamlaka. Alipofika kijiji kilibadilika, watoto walinyamaza, wazee wakaanza kuvaa kwa heshima, na hata wanaume wakaacha kupiga kelele za ovyo ovyo. Lakini kilichomshangaza zaidi Bibisha ni kile alichokiona nyuma ya nyumba ya bi Salma. Kwa jina la heshima, alijisemea, hiki ni nini? Alikaa kimya, alijua saa ya siri kufichuka ilikuwa karibu. Usiku ule mvua ilianza kama manyunyu, upepo ulianza kama kicheko cha mtoto mdogo, halafu kwa ghafla ukageuka kuwa mshindo wa mamba mwenye hasira. Kamba ya nguo ya Bi Salma ikakatika, nguo za ndani zikarushwa angani kama ndege wa porini. Asubuhi yake kijiji kilikuwa na hekaheka heka. Kila mtu alizungumzia tukio hilo, chupi ya pinki ilikuwa juu ya mti wa mwembe brazi ya jeupe lilikuwa limening'inia juu ya mnara wa msikiti. Watoto walicheka, vijana walipiga picha, na wazee walifunika nyuso zao kwa mikono. Bi Salma alitoka nje, kinywa wazi, macho yamemtoka. Hakutegemea, hakutaka, lakini ilikuwa imeshatokea. Ndipo bibisha alijitokeza taratibu, kama kivuli cha usiku. Aibu huwa haianikiwi, alisema kwa sauti ya upole, siri huvaa vazi la staha. Maneno hayo yalimchoma bihaya salma kama sindano ya moto, lakini ndani ya moyo wake alijua ilikuwa ni kweli. Tangu siku hiyo Bi Salma hakuanika tena nguo zake za ndani nje. Aliweka kamba yake mpya ndani ya chumba chake pembeni mwa dirisha linalopitisha hewa ya asili. Kijiji kilirejea kwenye utulivu.